Bamshukiwa anayedaiwa kumdunga mshale na kumuua afisa wa GSU nje ya ikulu ya Nairobi amefikishwa mahakamani. Mshukiwa huyo Kithuka Kimunyi Musyimi atazuiliwa kwa siku 14 na uchunguzi ukiendelea, na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Franklin Wala, marehemu Ramadhan Hamis Matanka amezikwa nyumbani kwao huko Kajiado. Kithuka Kimunyi Musyimi ambaye ni mshukiwa wa mauaji ya afisa wa GSU Ramadhan Hamisi Matanka amefikishwa mahakamani. Musyimi alimdunga mshale marehemu aliyekuwa kazini nje ya lango la ikulu ya Nairobi. huku akisaidiwa kutembea na maafisa wa polisi, mshukiwa huyo aliyeonekana mwenye maumivu na majeraha alifikishwa mahakamani Kibera. Makachero waliomba muda wa kumzuilia ili kukamilisha uchunguzi unaohusisha kuandikisha taarifa za mashahidi, kufuatilia mienendo ya mshukiwa wa siku ya tukio na kukagua simu yake ya mkononi. Hakimu Christine Njagi aliamuru azuiliwe kwa siku kumi na nne. Hata hivyo, mshukiwa huyo aliomba mahakama ruhusa apokee matibabu. Hayo yakijiri maafisa upelelezi walifika katika ikulu ya Nairobi kukagua picha za CCTV na kutafuta ushahidi zaidi, wakati wa familia ya afisa wa GSU aliyeuawa Ramadhani Hamisi ilikuwa kwenye hifadhi ya maiti ya KNH kufuatilia upasuaji wa maiti ya mwana wao. Uchunguzi wa ukabaini Ramadhani alifariki kutokana na jeraha la mshale kwenye ubavu. Baadaye mwili wa marehemu Ramadhani ulisafirishwa hadi mjini Kajiado ambako alizikwa kulingana na taratibu za dini ya Kiislamu at a very serious institution, the State House. you know, that lapse in security must be addressed. franklin Wala, runinga ya citizen